Katika mstari wa mbele kabisa miongoni mwa wale walioitwa kuliongoza kanisa kutoka kwenye giza la upapa hadi kwenye nuru ya imani safi alisimama Martin Luther, akiwa mwenye juhudi, ari na aliyejitolea kwa dhati, asiye na woga wowote isipokuwa hofu ya Mungu na asiyekubali msingi wowote wa imani ya kidini isipokuwa maandiko matakatifu. Luther alikuwa mtu aliyetokea kwa wakati wake. Kupitia kwake Mungu alikamilisha kazi kubwa kwa ajili ya matengenezo ya kanisa na kuelimisha ulimwengu. Siku moja wakati akichunguza vitabu katika maktaba ya chuo kikuu, Luther alipata Biblia ya Kilatini. Kabla ya hapo, alikuwa amesikia juu ya vipande vya vitabu vya Injili na nyaraka mbalimbali zikisomwa kwenye mikutano ya ibada na alidhani kuwa vilikuwa jumla ya neno la Mungu, lakini sasa, kwa mara ya kwanza, aliangalia Biblia nzima. Akiwa na mchanganyiko wa hali ya kichwa na mshangao, alifungua kurasa takatifu. Huku hisia na mapigo ya moyo vikienda kasi, alijisomea mwenyewe maneno ya uzima, akitulia mara kwa mara na kutamka kwa mshangao, laiti Mungu angenipatia kitabu cha namna hii kiwe changu mwenyewe. Malaika wa mbinguni walikuwako kando yake, na miali ya nuru kutoka kiti cha enzi cha Mungu ilimfunulia fahamu zake hazina za neno la kweli. Daima alikuwa ameogopa kumkosea Mungu, lakini sasa usadikisho wa kina wa hali yake kama mdhambi ilimtawala kuliko wakati mwingine wowote uliopita. Shauku ya dhati ya kuwa huru dhidi ya dhambi na kupata amani kwa Mungu ilimfanya hatimaye ajiunge katika makazi ya faraga na kujitolea kuishi maisha ya utawa. Kila wakati ambao angeweza kuupata katika majukumu yake ya kila siku, aliutumia kwa kusoma, akijinyima usingizi na pengine akijizuia hata saa alizotumia kwenye milo yake ya kawaida. Juu ya lolote lingine alifurahia kujifunza neno la Mungu. Alikuwa amepata Biblia iliyofungiwa mnyororo kwenye ukuta wa jengo la utawa, naye aliizuru mara kwa mara. Luther alitengwa kuwa kasisi, naye akaitwa kutoka nyumba ya utawa kuwa profesa katika chuo kikuu cha Wittenberg. Hapa alijikita katika usomaji wa maandiko matakatifu katika lugha ya asili. Alianza kuwasilisha mihadhara ya Biblia, na kitabu cha Zaburi na Injili na nyaraka vilifunguliwa kwenye fahamu za umati mkubwa wa wasikilizaji wenye shauku. Alikuwa hodari katika maandiko na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Ufasaha wake uliteka usikivu wa wasikilizaji wake. Ubayana na nguvu ambayo kwayo aliwasilisha neno la kweli ilishawishi fahamu zao, na ari yake ya kina iligusa mioyo yao. Katika kudra ya Mungu, Luther aliamua kuzuru Rumi. Kitubio kilikuwa kimeahidiwa na Papa kwa wote ambao wangepanda kwa magoti yao wenyewe kwenye kile kilichoitwa ngazi ya Pilato. Siku moja, Luther alikuwa akifanya tendo hili wakati ambapo ghafla sauti kama radi ilisikika ikimwambia mwenye haki ataishi kwa imani. Aliinuka miguuni pake kwa aibu na hofu, akakimbia kutoka katika mazingira ya upuuzi wake. Kuanzia wakati huo, aliona kwa uwazi zaidi kuliko wakati wowote uliopita upotofu wa kutumainia matendo ya kibinadamu kwa ajili ya wokovu na umuhimu wa imani ya kudumu katika sifa stahilifu za Kristo. Macho yake yalikuwa yamefumbuliwa na kamwe yasingefumbwa tena katika kutambua madanganyo ya kishetani ya upapa. Alipogeuza uso wake kutoka Rumi, moyoni mwake pia alikuwa amegeuka jumla, na kuanzia wakati huo utengano ukazidi kuongezeka, na hatimaye alikata mahusiano yote na kanisa la Kipapa. Baada ya kurudi kutoka Rumi, Luther alipata shahada ya udaktari ya mambo ya dini katika chuo kikuu cha Wittenberg. Sasa alikuwa na uhuru wa kujihusisha kikamilifu kuliko wakati mwingine wowote uliopita katika maandiko aliyoyapenda. Alikuwa ameweka nadhiri kusoma kwa uangalifu na kuhubiri kwa uaminifu neno la Mungu, wala si misemo na mafundisho ya mapapa siku zote za maisha yake. Hakuwa tena mtawa au profesa tu, bali mtangazaji wa Biblia aliyeidhinishwa. Alikuwa ameitwa kuwa mchungaji ili kulilisha kundi la Mungu ambao walikuwa na njaa na kiu ya kusikia neno la kweli. Alitangaza kwa uthabiti kwamba Wakristo hawapaswi kupokea mafundisho mengine yoyote kuliko yale yaliyojengwa kwenye maandiko matakatifu. Maneno haya yaligusa katika msingi hasa wa ukuu wa upapa. Yalikuwa na kanuni muhimu kwa ajili ya matengenezo. Sasa Luther alianza kwa ujasiri kazi zake kama mtetezi na mtangazaji wa ukweli wa Biblia. Sauti yake ilisikika kutoka katika mimbara kwa maonyo ya dhati na yenye taadhima, alidhihirisha mbele ya watu hali ya kuchukiza ya dhambi na akawafundisha kuwa haiwezekani kwa mwanadamu kwa matendo yake mwenyewe kupunguza hatia ya dhambi au kuepuka adhabu yake. Hakuna lolote isipokuwa toba kwa Mungu na imani katika Kristo ndivyo vinaweza kumwokoa mdhambi. Neema ya Kristo haiwezi kununuliwa, ni zawadi iliyotolewa bure. Aliwashauri watu wasinunue vitubio, bali wamtazame kwa imani mkombozi aliyesulubiwa. Alisimulia uzoefu wake mchungu katika kutafuta bila mafanikio kwa kujidhili na kujiumiza ili kupata wokovu. Tena aliwahakikishia wasikilizaji wake kwamba ni kwa kutazama mbali na nafsi yake na kuamini katika Kristo ndipo alipata amani na furaha. Mafundisho ya Luther yalivuta akili za wengi walio makini kote katika nchi ya Ujerumani. Kutokana na mahubiri na mafundisho yake, ilitokea miali ya nuru iliyoamsha na kuangazia maelfu. Imani hai ilikuwa ikichukua nafasi ya mitindo mfu ambamo kanisa lilikuwa limeshikiliwa kwa muda mrefu. Watu walikuwa wakipoteza imani yao kila siku katika mambo ya ushirikina wa Rumi. Vikwazo vya chuki vilikuwa vinaanza kutoweka. Neno la Mungu ambalo Luther alitumia kupima kila fundisho na kila kauli lilikuwa mithili ya upanga ukatao kuwili likipenyeza mioyoni mwa watu. Kila mahali kulikuwa na shauku iliyohuishwa kwa ajili ya maendeleo ya kiroho.